Hello, mambo vipi my beautiful people, bado tunaendelea kuizunguka Zanzibar na leo tupo zetu Kijangwani basi stop ya yep. Hii ni stendi mpya na ya kisasa kabisa ambayo inapatikana hapa mjini Unguja, inaitwa Kijangwani, ni stendi ya Kijangwani, stendi ambayo inaweza kuhudumia mabasi mengi sana yanayofanya ruti zake za mjini na hata zile za shamba. So nipo hapa leo kuweza kuexplore maeneo haya, vitu gani vinapatikana, na hizi ni moja kati ya hii ni moja kati ya major projects ambazo zimefanyika Unguja chini ya utawala wadakari, eh, yani wa Daktari Hussein Ali Mwinyi ni uwepo wa hii stendi hapa unayoiona inaitwa Kijangwani basi stop yap. So tuendelee kuzunguka tuone upande wa pili, kuna nini katika maeneo haya, tukianzia hapa Kijangwani basi stop yap, tuzunguke tuone, tutafika wapi lakini pia usisahau kusubscribe, ku like, ku comment na ku share. Bado niko Zanzibar na Zanzibar, na Zanzibar. Siku zote ni njema, anayetaka na aje. Hapa mbele yangu ni viwanja hivi hapa vya Maisara, if I'm not mistake uh, yeah. Kariakoo, viwanja vya Kariakoo, hivi ni vya Kariakoo ambavyo vinapatikana maeneo haya haya karibia na kituo cha, cha Kijangwani karibia na kituo cha Jangwani, so niko hapa leo kuangalia mambo gani yanapatikana hivi. Mm -hmm. Ni viwanja ambavyo watoto ama hata watu wazima wanakuja wanapumzika. Ni miongoni mwa paki kama sila, kila siku unavyosema kwamba tunahitaji kuwa na paki nyingi sana katika miji yetu iliyoendelea, kwa sababu paki zinavutia watalii zinavutia watalii na watu kutembelea, lakini pia ni fursa ya, ya, ya, ya mapato kwa halmashauri husika. So hii hapa ni paki ya Kariakoo, viwanja vya Kariakoo hapa Zanzibar. Kama unavyoweza kuona yapi inapendeza, kuna michezo ya watoto hapa, unaiona unaiona hapa juu ya yeah, so ni safi sana, kwa hiyo watoto hufika na kungu na kupumzika hapa hasa kipindi cha sikukuu. Yeah, unaweza ukaona kuna michezo ya watoto lakini hata mtu mzima unaweza ukaje hapa ukaja kupoa. Aha, kipindi cha mapumziko mbalimbali, unaweza ukaona ndani kuna michezo mingi ya watoto na ni sehemu nzuri sana kwa kwako wewe kupumzika. So yeah, ndipo maeneo haya hapa ya Kijangwani na viunga vyake vya Kariakoo. Wewe kama ni mwenyeji wa maeneo haya na unayafahamu vizuri zaidi, basi unaweza ukaniandikia hapo chini kwenye comment. Yap, unayafahamu vipi maeneo haya ya Kariakoo na Kijangwani kwa ujumla? Aha, napita na comment yako, lakini pia usiache kuniandikia wapi ungetamani tuweze kuenda ku explore in details. Yeah. Mimi naitwa Navigator Chinduli. Enjoy the view of Zanzibar 2025 yeah The view of Zanzibar. zazia kitu ambacho nimekipenda Zanzibari e, street light e, zipo kila pahala, nadhani utakuwa umeona uh -huh. lakini pia wamefunga kamera kwa ajili ya security kama nilivyokuambia. Kwa hiyo swala la ulinzi na usalama, ukifika Zanzibar waachie wao, watakulinda na utatoka hapa ukiwa salama salimini ya yeah. <sighs> This is Kariakoo, yep. na napewa taarifa kwamba kipindi cha sikukuu panakuwa pana damshi sana hapa ya, mambo yanakuwa mazuri sana, watu wengi wana. wanafika na wanapata burudani mbalimbali mbali, kama unavyoweza kuziona ziwape za watoto na vingine. Hii ni Kariakoo. Leo ni Jumatatu na pamefungwa, sijajua lini panakuwa wazi zaidi, lakini leo pamefungwa ah, kwa hiyo yep, endelea kuenjoy the view of Zanzibar. So miji yote ile endelea au miji yote Tanzania au duniani na Afrika na duniani kwa ujumla ina, ina wajibu wa kuija hili kwa kuweka paki katika miji hiyo kwa so, sababu paki kama nilivyokwambia zinachagiza mapato ya halmashauri lakini kupendezesha na kuifanya miji iwe na hadhi wow. So, si jambo la kusema ni kama la kibubusa. Hapana, ni jambo lenye faida ambalo tunatakiwa kuliiga, ili kuweka zile haiba nzuri ya miji yetu iwe na haiba nzuri. Kwa hivyo hii ndiyo Zanzibar kama nilivyokuambia, 2025 anayetaka na aje, ni njema kabisa ya inakusubiri wewe uweze kufika na uweze ku explore. So, haya ni maeneo ya Kariakoo Zanzibar, tuendelee ku explore, tuweze kuona mambo gani mengine ambayo yanapatikana katika viunga hivi vya Zanzibari yeah. maeneo gani mengine ungetamani niweze kufika? Niandikie chini kwenye komenti, na nami nitapita na komenti zako bila shida yoyote ile yeah. Enjoy the view. Yes, so tuendelee kupita katika chochoro hizi tuweze kuona zinatotoa wapi baada ya ku angalia viunga vya Kariakoo viwanja vya Kariakoo, yeah. Siwezi so, kuona huku tunatokea, yeah. A definitely imetokea michenzani kwa nyuma yeah. haya ni maeneo ya Michenzani kwa nyuma yeah. ni maeneo ambayo nimpita chocho kwa chocho nikaja kutokea huku, baada so, ya kuimaliza Kariakoo, so tote, tukaone upande wa Michenzani kuna nini, kuna vibe gani litatupa lita, mimi nataka nikupitishe sehemu ambazo watu wengi hawawezi kukupitisha so nikuonyeshe Zanziba kwa upana wake, lakini wezi amini kote nimepita salama salimini, na makweli Zanzibari ni njema, atakaye na aje. So tuendelee kuona nini inatuofa Michenzani y yeah. Endelee kuona nini inatuofa hii Michenzani yeah, hivi ni viwanja vya Maisara pa Michenzani. So ni eneo ambalo pia watu hufika na kupumzika. Aa, ni moja kati ya park ambazo zinapatikana hapa Michenzani ya k. Unaweza ukafika ukapumzika ukapata chakula na mawele matatu ya ni moja kati ya park moja nzuri sana na yenye kutajika, unaweza ukaiona hapa. So karibuni Zanzibar. Zanzibar ni njema atakaye na aje. Yeah, this is Zanzibar for you you. Uh, hapa panaitwa Mapinduzi Square. Hivi viwanja vinaitwa viwanja vya Mapinduzi ama garden ya Mapinduzi. Unaweza ukafika ukapumzika kama ambavyo mimi nimepumzika maeneo haya hapa ya Michenzani, Mapinduzi Square. Yeah, nadhani. Yeah, yeah, yeah, na unaona This is Zanzibar for you. Ya, yeah. Kwa ukifika Zanzibar usijifungie tu hotelini, toka tembea, kwa sababu Zanzibar ni ya wote. Zanzibar ni njema, yeyote anahitaji anaweza kufika, aka explore akazunguka hapa na pale ya yeah. bila shida yoyote ile. Naam. No. Hivi ni viwanja vya Mapinduzi. Unaweza ukaa, hii ni kama paki yangu ya tatu ndani ya Zanzibar. Kwa hiyo Zanzibar katika swala la park wamepiga hatua, na hii ipo center kabisa hapa maeneo ya Michenzani hapa. Yeah. So karibu sana uweze kufika na kujionea mengi mengine yanayopatikana. So tutoke maeneo haya ya park tuendelee mbele, nadhani umeiona mwenyewe kwa ukubwa wake na uzuri wake inafananaje so tuendelee mbele tuweze kuona nini kinapatikana tena mbele. Naitwa Navigeta Chinduli. Yes, tuendelee. Baada ya kutoka katika Mapinduzi Square ambayo inapatikana hapa Michenzani Mall, kama unavyoweza kuona hapa, ni Mapinduzi Square ndani ya Michenzani Mall. So tuendelee mbele tuweze kuona yepi, Mapinduzi Square ndani ya Michenzani Yep, ndo hapa tulipotoka, lakini upande wangu wa kulia unaweza kuona ni Michenzani Mall, yani mall kubwa sana ambayo inapatikana hapa Zanzibar. Unaweza ukafika ukafanya shopping na mambo mengine kama hayo. So tuendelee mbele tuweze kuona mambo gani ambayo yanapatikana zaidi katika visiwa hivi vya marashi ya karafuu Zanzibar, yeah marashi ya karafu Zanzibar yaanapiga ta Chinduli. Yep, kuendelea ku explore Zanzibar in details uh. Mwembe Kisonge kaka, Mwembe Kisonge hapa maeneo ya Michenzani yeah. Yeah, unaweza ukaona ni eneo fulani hivi ambalo ni maarufu sana ndani ya Zanzibar uh, wengi wamekuwa wakipafahamu hapa kutokana na Mapinduzi Square na roundabout ambayo umekuwa ukiona mbele yako hapo ya, mbele yangu hapa kuna roundabout ambayo ni maarufu sana <laughs> ambayo inakutambulisha kwamba sasa hivi upo Zanzibar. Zanzibar ukaona. Yeah. for you ukaona na haya ni makazi ya ndani ya Zanzibar, makazi ya michenzani me, hapa hapa ni michenzani. Unaweza kuona barabara huku inanyoosha moja kwa moja mpaka airport na nje ya mji ya, lakini huku pia kutoa na huku na kuelekea ni maeneo ya Darajani, kuelekea Darajani na Michenzani sisihemu. so this is Zanzibar for you. Zanzibar ni njema, atakaye na aje y yeah. Yeah, meandikia hapo chini kwenye comment unajionaje Zanzibar, nikiwa niko maeneo haya ya Michenzani, maeneo maarufu sana yeah. So tuendelee ku explore maeneo haya hapa ya Michenzani kama nilivyokuambia. yep, this is Zanzibar right from the ground graundi. Yep, hatutakiwi kufika Zanzibar na kustay katika hotel tu, kutokea kutembea, ili kuona mengi ambayo yanapatikana na hapa nilipo ni Michenzani. yeah. so, subscribe, ku like, kuliki comment na kushare. Yeah, mimi tunavigeta Chunduli. Enjoy the vibe of Michenzani area. Yeah. Kama wewe ni mwenyeji wa Zanzibar ni komentia hapo chini unaionaje Zanzibar? Aha, na uliwahi kuwa hapa mwaka gani? Basi, yeah. nami nitapita na komenti yako bila hiyana yoyote ile, au kama bado upo Zanzibar, basi niandikie hapo kama nimepita katika mitaa yako, kwa sababu nimetembelea mitaa mingi sana. Basi niandikie hapo comment, unatokea mtaa gani, na nitapita na comment yako bila shida yoyote ile yeah. Pita na komenti yako bila shida ete yeah, ile Navigator Chinduli au ku like ku comment na, na kushea jambo ambalo natoka kunosi. Ukiwa Zanzibar camera is everywhere kila unachofanya unaonekana, so ukiwa mwarifu Zanzibar ya, uta utadhalilika mchana kwa upi okay? yeah Zanzibar